Kwingine kwa watu wawili waliaga dunia kwenye mkanyagano uliotokea katika boma la gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma. Aidha, watu wengine kadhaa walijeruhiwa kwenye kisa hicho, na watu hao walikuwa nyumbani kwa Otuoma kupokea chakula cha msaada cha siku kuu ya Krismasi. Inaarifiwa kwamba wakazi hao walianza kung'ang'ania chakula hicho na kisha mkanyagano ukatokea. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni mzee wa miaka 67 na ajuza wa miaka 81. Miili waliofariki inahifadhiwa katika makafani ya Faya Busia, nikaona mama yangu amebebwa kwa mgongocho yake, amebeba na kamjukuu kale kadogo. Niliamuka haraka kwenda kuangalia, nilipata ni mama yangu Sicilia. Hao watu waliona huyu mama hawezi bebwa kwa pickup. Walibeba mama wakamwingiza kwa gari ya black, gari ya VIP ndio walikuwa wanasema wampeleke, ndi kutoka huko kukuja, nikapata simu mama ameaga. Najua watu walianguka tu fulati. Sasa vile walianguka fulati na mama anga ko chini, kila mtu akamkanyagia kifua. Sasa kutoa kutoa hapo madhe, tukapata tu madhe wesipumua. Na ndugu yangu vile nikilema, ana miguu huwa anatumia baisikeli. So katika hiyo harakati, e, watu walimsukuma na akaanguka chini. Kabisa, tumehuzunika. Serikali mtusaidie. Ndugu yangu ni mlemavu, hana miguu, hana chochote. Tunaomba serikali tusaidie. Na mtazamaji, hali ya wasiwasi imetanda kwa siku